Watu wengi tunaongelea connection, yani ana connection huyu jamaa ana connection. Kuna watu ambao wana connection ambao, uh, connection dumu mm, kwa muda. Kwa mfano wakuhitaji, wanaku, wanakuita. Hiyo sio connection, unakuwa useful kwa watu lakini hujawa important. kuna wakati mtu anakuwa muhimu na wakati mtu anakuwa na manufaa. Watu wengi wana manufaa lakini sio muhimu na mtu mwenye manufaa anabadilishwa. Kwa mfano, profession yako nyingine ni MC. Yes. Wa, unakuwa, katika kuwa MC kuna familia ambazo wewe uko muhimu kwao mm. Na kuna wengi walioko wengi hauko muhimu kwao Sa. Una manufaa kwao, mnauziana huduma yeah. Wana, na wanakuhitaji endapo watahitaji MC. Ni sawa na gari gari yeah. Si muhimu mm. Gari lina manufaa mm. Tunalitumia kwa muda na tunapake nje so, inabidi uelewe.